Moto usiozimika, silaha mpya za maangamizi. Dunia imezidi kuwa baridi kwa huruma na moto kwa maangamizi. Katika kona za giza za maabara za kijeshi, wanasayansi wanatengeneza jinamizi. Silaha zinazoweza kuua mamilioni bila sauti, bila risasi, bila huruma. Dunia ya leo haifanyi mazungumzo, inabonyeza vitufe. Drone inayofikiria yenyewe. Bomu lisiloonekana, sumu inayopenya kwenye hewa bila harufu, siasa ambazo hazina tena utu. Wanadamu wamegeuka wanyama na silaha zimegeuka miungu. Makala hii ya kusisimua ya maneno kumi elfu inakupeleka ndani kabisa ya uhalisia usiosemwa. Je, kuna silaha zinazoweza kuingia kwenye ubongo wako na kukufanya ujidhuru mwenyewe? Ni kweli kuna nchi zimeweka silaha za hali ya juu kwenye satelaiti ili kuangamiza miji kwa sekunde chache. Je, afrika inakuwa uwanja wa majaribio ya kisayansi wa maangamizi? Hii si hadithi ya kubuni, ni uhalisia wa dunia usioonyeshwa kwenye televisheni. Hii ni dunia mpya ya hofu, ambapo kila kiongozi anajificha nyuma ya silaha, si mazungumzo. Hii si hadithi ya kusisimua, ni uhalisia wa dunia usioonyeshwa kwenye televisheni. Hii ni dunia mpya ya hofu, ambapo kila kiongozi anajificha nyuma ya silaha, si mazungumzo. Bell, subscribe sasa kabla dunia haijazima sauti yako milele.